Hii ambao kunasikilizania Amka na Baraka1 TV ikiwa tarehe ishirini za mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano majira ni saa kumi na mbili asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa saa moja majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kaponga ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira: serikali jiponi Kivu ya Kusini yaipa mzigo mzito M23 hukumea wa jiji ya Uvira kutana na jamii ya wakongomani Bujumbura kuzungumzia hali halisi ya kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuanguka kwa jiji la Uvira mikononi mwa magaidi wa M23 na kuondoka kwao kipupu Fizi. Kwa mshangao wa Bembe, na jamii ya Wanyarwanda wanaoishi tarafani Fizi wakubaliana kuishi kwa pamoja na kujenga amani ya kudumu. Marekani mpaka mwisho tarehe moja mwezi wa kwanza 2026 M23 wanatakiwa kuondoka kote mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku M23 ikiwalazimisha watu wa Kamanyola, Bukavu na Goma kuandamana kutokana na taarifa ya wao kuondoka kote mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mkumbuka operation saidi ya muzalendo bado iko ikunaendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo kunana screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na matukio ambayo yako zidi kunindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tunaanza taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya Kusini tarafani Uvira na jiji la Uvira, ambako serikali ya jimboni Kivu ya Kusini yaipa mzigo mzito M23, huku pia meya wa jiji la Uvira kikutana na jamii ya Kongo Bujumbura kuzungumzia hali halisi ya vita na kuondoka kwa M23 jijini Uvira Kutokana na tangazo la kuweza kuondoka kwa M23 jini Uvira imekuwa ni swala ambalo linawachanganya wengi na haliaminiki na serikali ya Jimbo Kivu ya Kusini, pia hata serikali ya kitaifa kutoka maeneo ya jiji la Kinshasa. Msemaji wa serikali ya Jimbo Kivu ya Kusini, Kabi, ameweza kutaarifu jamii ya kimataifa na kitaifa kuwa M23 wala hawajaondoka wote Uvira, lakini badala yake wanacheza mchezo wa kupuliza huku wakienda kujificha mahala na kuvua kombati za kijeshi na kuvalia kombati za kiraia kwa lengo a kuendelea kupeleleza na kudila kubaki ndani ya jiji la Uvira. Mengine zaidi huyu hapa msemaji wa serikali ya Jimbo la Kivu ya Kusini. Republic

Hayo akiwa ya kuendelea, meya wa jiji la Uvira ameweza kukutanana na jamii ya watoka Kongo wanaoishi maeneo ya Bujumbura. Mkutano huo ulikuwa ni hususan kuzungumzia hali halisi iliyokuwa, hali halisi iliyokumba Uvira baada ya kuanguka kwa Uvira mkono wa magaidi wa M23 na nini kifanyike ili kuweza kupata amani ya kudumu na kuishi kwa pamoja. Mengi na zaidi, huyo hapa meya wa jiji Kifara Akapenda Kiki akiwa jijini Burundi baada ya kukimbia kwa mji wa Uvira na kuelekea nchini Burundi. hizi unajisentir namuna gani? kila wakati Uvira alikuwa naimba ya na kwamba Uvira haitaanguka leo hivi, na wewe uko mkimbizi, una maono gani? Ndiyo, ni ile uchungu ile ndio ilituma seke sisi wote na, na kusanyika hapa, hatutabakilia kwa uchungu tu, ndio tulikuwa napenda sana kupitia hii mambo, tupitia ilifodhir ske tuangalie gisi gaima tutasisimuka tuorganize na gisi tulikuya haiko gisi tutamudia yote tunamusha kuyadharisha pakil hapa, na njoo muhimu ya hii re kufanya hapa, tunaweza kufurahia kuona watu walikuja. Eh, ya muhimu zaidi watu kuona ile roho ya kuweza kusaidia

ilfau aseke tufanye nguvu yote fulamshi kila mtutusaidie wail ana tandanse ke tuiorganize gisi kutarudia na tulisema kama gisi tulikuwa haiko njo gisi tutarudia tunapesha kurudia de facon ke ule mwenye alitoka pale hakutoka kutaka kwake hapana, oui. Alishurutishwa atoke. Kuna ujumbe gani anapenda na ujumbe gani kwa wale wenyewe wanataka kurudi na wale wenyewe walibaki nyumbani kuhusu ile cohesion eh, sociale.

Na baada ya matangazo hayo kutoka huko maeneo ya Burundi, ambako meya wa jiji aliweza kuendesha mkutano mkubwa na kukutana na jamii ya Wakongo wanaoishi Bujumbura na kuzungumzia hali halisi ya Uvira, tuingie huko tarafani Fizi, maeneo ya Kipupu, ambako kwa mshangao wa Bembe na jamii ya Wanyarwanda wanaoishi tarafani Fizi wakutana na kukubaliana na kuishi kwa pamoja na amani ya kudumu, likiwa ni swala ambalo sio la kawaida, swala la swala la mshangao na pia suala lenye kuleta matumaini mengine mapya na hali mpya ya kibinadamu. Wabembe wanaopatikana tarafani Fizi wameweza kukutana na maeneo ya Kipupu na jamii ya Wanyarwanda wanaoishi katika maeneo hayo na milima ya Nyanja ya juu wanaojiita Wanyamulenge. Mkutano huo ambao uliwaunganisha pamoja na wapiganaji wa Twigwaneho, waliweza kuzungumzia mambo mengi ya usalama na kuishi kwa pamoja, kama wanavyosimulia kupitia taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Kipupu. Ambuka, tunashukuru Mungu. Mimi nilikuwa mmoja wapo wa wale wenye walienda kwa kutanisha k, tulijiuliza tutaenda ama tutaenda, lakini kuna kitu chenye kuyangu kia kuyangukia sisi mara moja, sio watano, tukajitoa tuka mara moja na no, tukaenda wakati tulipoenda kufika kunjia pali, tukaona kwa ile ile tope tope ile banayala, tulijiuliza tufanye namna gani? Tuli hata katetemeka kwa kuona maneno maneno, eti ava ni vatiganiye na vatawangamiza, lakini <laughs> tulikazaro <laughs> na tukaenda. Wakati tulienda anduka, tukaona wana wanakuja kwenye tu tukafana yambi vale na tukafurahi natukacheka na za zaidi ya zaidi. Mungu asifiwe ah. na tuli, tulipofika pale kwenye walikuwa anduka ilikuwa ajawa, kuona ulifanya yambia ajabu na tukiwa hapa tunafurahi na tuna furahi kwa kuwaona, sababu tulipo, wakati tulipokuwa hapa tulijiuliza, hawa wenyewe wanakuja, tukimbie tukimbie, lakini Mungu alitukaza na Mungu alifanya maajabu. Kulikuwa mwombaji hapa, hilo lote alikuwa alishaiona, waseme hapa kutafika wasikali eh, watafika hapa bila, bila kupiga risasi ndukaniknavikakua na kwa hiyo tunawatakia kazi njema, na kingine tunaonesha kuwa umoja, lakini tutembee vizuri, mjia twende huko na huko lakini isiwe tena kusema semeo tunaokota maiti, na kufu <laughs> maiti na uwa. Malaw, malaw, maiti maiti njoi hile tutupilie mbali tutubilile mbali kabisa sababu watu wakishapatana hivi anduka natupatani ili ya, ya kweli na Mungu asifiwe. Amen. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Amen. Amen. Na tunashukuru Mungu sana na ikiwa tunashukuru Mungu hivi, Mungu anatutembea muujiza wa ajabu zaidi sana kati yetu, sio wanaitwa wabembe na Wanyamurenge, Mungu alitutayarisha tangu mbele na Mungu akukuwa anapenda tukorogane. Hiyo ni kweli na waza wazee, kila wakati nilikuwa naniona pale m na kila wakati nilikuwa nasema hivi, Mungu akukuwa anapenda tukorogane, lakini mioyo yetu <coughs> mioyo yetu ni mbaya ya kujipendelea o wenye ilikingiza mwiote lakini, Mungu alitufanya sisi wote ni wamoja, tangia wakati wa Mariama, tangia wakati wa Rugari, i yote haji tuko nayo na mkutano wenye tulimalizia pale Mikenge, Mungu alisema hivi, ninyi Wanyamurenge ninyi Wabembe, wale wenye anasema watakimbiza hapa, huko anasema bongo Kuko wa moja huko, anasema aseme babembe batakula <coughs> batenda kula ndela makula na, na bengine banasema banyamurenge bataenda Rwanda. Biko bana tabiri mubaya, sisi wote tutakuwa hapa leo. Tuko wapi? Bwana sasa sifiwe. Amen. Bwana sasa sifiwe. Amen. Mungu anapiga <coughs> kila pepo na alipiga kwa jina la Yesu. Tuko wapi? <coughs> Si tuko kipupu hapa? Ndio. <coughs> Na Mungu alisema: Njia ya mitengi itafunguliwa. Mzee, unasema inafunguliwa? Na tuna umoja, hapana mnafiki, tuwe na umoja. Mungu yuko hapa na anatuona. Na tuendelee kutenda mema na, Amen. Ah, sanza. Sao, sanza, na Mungu alifanya ishara miaka na miaka, kusikia mnyamurege afike kibupu miaka na miaka, sie tufike kalingi kwenye munasema tufike na mikenge, lakini ishara yenye tunaweza sema Mungu anafanya, hakuna mwenye alifanya maedikasyo ya ya batu kama hawa, ama mwenye alibaitisha na vingini vangali vanaogopa vingiri valitwambia Wanyamurenge vanakuwaka na siasa, <laughs> mutafika na vana vakamatanyi voti munakuva. <laughs> Ivi valikuwa vanatwambia vile asubuhi lakini, <laughs> sie tulijipa moyo kama ni kukufa, kama ni kupona mpaka tufike twende kujisikiliza sisi wenyewe. Na hivi tuna furahi tuna furahi na habari tutapasha, na Mungu aendeleshe hii amani e, iji yetu ipate uendelea sana na na vingine vyote tutaviachia Mungu sababu hii ni mapenzi yake. Wa mama wanafurahi na tunasema karibu karibu, na mutufikishie na sie salama kule kube zetu tuanze kutana mikenge tufike na kuekiseke kule na tumungu na baraka tufike na manjia, mufungule magari yanze kuya mamboto yanze kuya masoko yote yaanze kulema unasikiliza matangazo yetu ya Amka na Baraka1 TV, tarehe tarehe ishirini za mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano ni saa kumi na mbili saa za Afrika kati, saa moja majira ya Afrika ya Mashariki. Pia unasikiliza matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, USA, so pamoja na East Africa, wale wote ambao mko maeneo ya wa Afrika ya Kusini, Jidi Kizenga Tembele, King Sale, the only one king from USA, Kizabe Aiba Mashaka Ayamba Dilone Butotobendo Kilimamao Mziwa state ya Main da feza da letetia da aja da, da iron wakiwa nasikiliza Baraka One TV asimwe Baguma Samuel from Czech Republic na mkei kutoka maeneo ya Afrika ya Kusini. Na baada ya taarifa hizo, tuingie huko nchini Marekani ambako mpaka mwisho tarehe moja za mwezi wa kumi na za mwezi wa kwanza 2026 wanatakiwa kuondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo M23 tena bila shuruti. Serikali ya Marekani kwa msisitizo, wameweza kuwataka magaidi wa M23 na jeshi la Rwanda kuondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila masharti mwisho tarehe moja mwezi wa kwanza 2026 kutokana na hali ya kuto kuheshimu mikataba ya ya Washington na pia kuendelea kudanganya jamii ya kimataifa, huku mauaji yakifanyika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mamilioni ya watu wakiwa tayari wamekwisha kupoteza maisha na pia wengine kukimbia makazi yao. Serikali ya Marekani chini ya utawala wa Donald Trump wameweza kuipa M23 mpaka mwisho tarehe moja za mwezi wa kwanza 2025, wao tayari wameondoka mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Hali hiyo imeweza kuwasukuma magaidi wa M23 kuandaa maandamano ndani ya jiji la Bukavu, Goma, Kamanyola na sehemu zingine, huku wakiwalazimisha raia kuingia barabarani kupinga maamuzi hayo kutoka kwa Washington. Tukianza na yaliyofanyika maeneo ya Kamanyola, M23 wameua watu watano baada ya kukataa kuandamana kwa niaba yao. Watu hao walipinga kuwepo wa M23 maeneo ya Kamanyola na kuitaka kuiweze kuondoka kabla hata ya tarehe hizo kuweza kutimia. Kitendo hicho kiliwapa hasira M23, na hivyo kuweza kuwafyatulia risasi watu hao watano wakiwemo vijana waliokuwa wakiandamana na mabango yanayosema hatutaki tumechoka, uwepo wa M23 jijini Bukavu. Ni hayo hayo kunaandaliwa maandamano makubwa, ambako M23 imeweza kuwapanga watu na kuwalazimisha wengine barabarani kupinga kuondoka kwao ndani ya jiji la Bukavu. Mpango huo pia unafanyika Goma, Minova, Masisi, Ruchuru na sehemu zote ambazo unapatikana magaidi wa M23. Sasa hivi mambo yamebadilika, serikali ya Marekani haina tena mzaa, inachokitaka ni mara moja kuondoka kwa M23. Kitendo hicho kimeweza kuwapa nafasi wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanza kurudi katika maeneo ambayo yalikuwa yameshikiliwa na magaidi wa M23. Kishasa imeweza kushinda vita hii, ni kutokana na umakini na uvumilivu ambao serikali ya Bwana Felix Tshisekedi Chilombo iliweza kuchagua ili kuweza kumalizana moja kwa moja na vita hii hii. Ambayo unasikiliza ni Amka na Baraka 1 TV na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Mingine tukutana na majira ya saa sita, saa tisa pamoja na saa kumi na mbili. E, bye bye.